Baada ya kumaliza mchezo wetu wa nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar, tulifanya safari ya kuja Dar es Salaam, tumefika salama, vijana wako vizuri. Jana tulimaliza mazoezi yetu ya mwisho na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya wenyeji wetu Singida Black Stars. E, ni kili mechi ya mwisho tulipoteza nafasi nyingi, lakini tulipata muda mzuri wa kufanya mazoezi na kufanya masaisho ya makosa ambayo tuliyafanya katika mchezo ule, kwenye eneo letu la kuzuia eneo letu la kumiliki kwenda pamoja na, na eneo letu la kushambulia. E, matumaini yangu masaisho tuliyofanya, tutacheza vizuri kesho na yale makosa tuliyofanya kuto yarudia kwenye kiwango kikubwa, na imani tutacheza vizuri kwa ushindani na kutafuta ushindi pia. ya nadhani sisi kwa upande wetu tunajua, tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Tumecheza mechi mbili za awali na tunajua kesho tunacheza na Singida Black Star, timu ya aina gani. Bahati nzuri tulipata nafasi pia wakati wa pre pre-season tulipata mechi nao mbili. E, kikubwa tumefanya masaisho ya makosa ambayo tumeyafanya, lakini tumejiandaa kutokana na ubora wenzetu walionao, kuona tunacheza nao na kutafuta ushindi pia. Ya mpira una una, una vitu vingi kwenye mbinu walivyo wenzetu, ubora wao kwenye eneo lao la kushambulia, eneo lao la kiungo na eneo la kuzuia sisi tutakabiliana nao kutokana na wao tunavyojua na tulivyoona wana wanavyocheza na kadiri watakavyobadilika wakati wa mchezo. Kwa hiyo mbinu namna gani tutacheza pia itategemea wanabadilika vipi wakati gemu inaanza na wakati inaendelea. Kwa niaba ya wachezaji wa Mashujaa FC naamini tuko salama na tushafanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu wa kesho. Uh, Singida Blackstar ni timu nzuri na tunaiheshimu uh,